Umeshawahi kumwangalia mtu fulani ukajiuliza, kwa nini yeye anaweza na mimi siwezi? Au ukamwona mtu wa kawaida kabisa ambaye maisha yake yanapaa kila mwaka, ukashangaa, siri yake ni nini? Leo Fikra Sahihi inakupa moja ya nguvu kubwa zaidi za mafanikio ambazo watu wachache wanaitumia, the power of modeling. Lakini acha nikupeleke kwenye hadithi. Kulikuwa na kijana mmoja anaitwa Juma. Kila siku aliamka na ndoto ya kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini kila alipojaribu, mambo yalikwenda mrama. Marafiki walimtania, familia ilishachoka kumtia moyo, na Juma alianza kuamini labda hatakuja kuwa mtu yoyote muhimu. Lakini siku moja, akiwa kwenye daladala alisikia mazungumzo ya watu wawili. Mimi nilianza kama yeye, lakini nilijifunza tu jinsi watu waliotangulia walivyofanikiwa. Sikuiga maisha yao, niliiga njia zao. Maneno hayo yalimchoma kama moto. Kwa mara ya kwanza, Juma aligundua kitu ambacho wengi hawajui: haitaji uwe na kipaji cha pekee ili kufanikiwa, unahitaji mfano sahihi wa kufuata. Akaanza safari mpya, sio safari ya kutafuta pesa kwanza, bali safari ya kutafuta mfano. Aliwatafuta watu waliokuwa wanafanya kile anachotamani kufanya. Hakuwa na aibu, hakuwa na wivu, hakuwa na visingizio. Alikaa nao, alisikiliza maneno yao, alichunguza tabia zao, aliona jinsi wanavyofikiria, jinsi wanavyoongea, jinsi wanavyosimamia muda wao, jinsi wanavyochukua maamuzi. Na hapo ndipo ukweli mwingine mkubwa ulimgonga: watu waliokuwa juu hawakuwa na miujiza walikuwa na mifumo, na mifumo hiyo inaweza kurudiwa na mtu yoyote. Ndiyo maana Tony Robbins anasema Success leaves clues. Nyuma alianza kuiga mifumo hiyo, kama mtu aliyefuata ramani ya mji, akajikuta akitoka gizani kuelekea mwanga. Akaanza kupanga siku zake kama walivyofanya watu waliowafuata, akaanza kujiuliza maswali wanayojiuliza akaanza kuzungumza kwa namna ambayo wanazungumza, akaanza kujifunza kakasi kama wao. Mabadiliko hayakutokea ndani ya siku tatu, lakini baada ya miezi mikadha kitu kilianza kubadilika kwa kasi. Ndoto zake zikaacha kuwa ndoto, zikawa mpango, mpango ukawa hatua, hatua ukawa ushindi wa kwanza. Kila alichofanikiwa alijua chanzo chake ni kimoja. Hakujaribu kubuni njia mpya, bali alifuata njia iliyokwishatengenezwa. Watu wengi hushindwa si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wanataka kutengeneza njia yao, huku dunia tayari ina njia zilizothibitishwa. Wanafikiri mafanikio ni jambo la bahati, lakini ukweli ni kwamba ukimtafuta mtu aliyefanikiwa kwenye jambo lolote, ukapiga magoti ya unyenyekevu na kujifunza mifumo yake, maisha yako yatabadilika haraka kuliko ulivyowahi kufikiri. Na hapa ndipo the power of modeling inapogeuka kuwa nguvu ya maisha. Unapoiga mifumo ya watu waliofanikiwa, unakata miaka ya makosa, unapunguza safari ndefu ya majaribio, unaepuka njia potofu, unaanza kuona kile ambacho peke yako usingeona. Hapo ndipo akili yako inabadilika. Hapo ndipo upeno wako unaongezeka. Hapo ndipo unageuka mtu mpya. Ndi hii sababu kwenye fikra sahihi tunasema, unapomwona mtu aliyefanikiwa, usitamani mali yake, tamani akili yake, usitamani maisha yake, tamani mifumo yake, ndipo maisha yako yatapanda. Leo kabla video haijaisha jiulize: nani tayari amefanikiwa kwenye kile ninachotaka kufanya? Kuna nini ninachoweza kujifunza kwake? Naweza kuiga nini kutoka kwenye tabia, maamuzi na nidhamu yake? Ukijibu maswali hayo kwa uaminifu, leo ndiyo siku safari yako ya kupata nguvu isiyonao kikomo inaanza. Kama umejifunza kitu kipya leo, usiache kubonyeza subscribe kwa sababu hapa Fikra Sahihi Tunajenga akili zinazojenga maisha makubwa. Share video hii, mtu mwingine anahitaji kuisikia leo.